Ukiambiwa nani MVP wa ligi? Tumeacha wenye macho waone. Unajua ligi maana ya MVP, kuna mtu mmoja wa kolo alisema niii mchezaji mwenye mwenye hela nyingi. Sio nani nani, yule MVP ni most valuable player, kwa tafsiri sahihi na rahisi, yaani icon ya ligi yenu, yaani mpira wenu icon, mnaweza kumchukua. Si mmesoma shule nyie ya kijaga ile mitihani ya shule kushindana tulikuwa tuendagi wote baba. Nakumbuka nini, Mwalimu alikuwa anaingia darasani, anachagua Ali Shabani kama njo. Nyi wengine hamjui anafaa, kumbe anaenda kushindania shule. Nyi pia mlikuwa mnaitwa, au nyinyi mlikuwa mnasubiri tu mahafali ya shule? Mashindano yale ya shule kushindana, tulikuwa watuendi wote, anachukuliwa mtu mmoja wawili, wanakwenda kuwakilisha shule kwao. Unavyosikia MVP wa ligi, maana yake tunaweza kuiangalia ligi ya South Africa, tunaweza kuiangalia ligi ya Misri, ligi ya Morocco, na sisi Tanzania tukasema kiwango chetu cha mpira cha ubora ni hiki, a, huu ndo MVP. Yaani watu, huu is the MVP of Tanzania Premier League. Anatakiwa amuone pakome, sio aone penati mfululu, sio mtu aone ma -ma manini mafriki hiki tu Mtu anatakiwa hata akiingia YouTube ha, bana Pakome, akiandika Pakome zuzwa, anaona kifua mbio, kachukuliwa, mtu kapinduliwa, imewekwa hapa, imekevu kamba sio. Mtu anaangalia who is the MVP of the premier league, cha kwanza analetewa pale free kick au penalty. Ah jamani, hi eh, ni tofauti jamani ya MVP na MPG. MVP ni Pakome kwa maana ya most valuable player. Alafu kuna MPG, most most penalties goals. Wampe cheo chake huyo mtu, apewe tuzo yake, MPG wa ligi mapema, kabla hajarudi kuwa, wampe tuzo yake. Lakini ikija kwenye MVP, jamani, si mmeona nyinyi wenyewe mmeona.